Simon Ruben anasema, daktari kwa nini mtoto anawahi kugeuka haraka kabla ya muda ee? Anachouliza yeye mtoto anapokuwa tumboni, kwa nini baadhi ya kina mama wajawazito tao wanakuwa wameshageuka labda mimba ina wiki 25 kwa maana kwamba ina miezi sita na wiki moja, au labda ina wiki 27, au inawezekana ina wiki ishirini ambayo ni miezi mitano. Sasa anauliza kwa nini mtoto anakuwa amewahi kugeuka. Tujifunze pamoja siku ya leo, na kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea chaneli yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana afya ya mama mjamzito, lakini vilevile na mtoto mchanga. Sasa kuhusiana hili swala la bwana Simon, anasema kwamba kwa nini mtoto anawahi kugeuka eh, ambaye yuko tumboni, hii huwa inatokea na inaweza ikatokea kwamba mtoto labda unakuta mimba ya mama ina wiki ishirini au miezi mitano, lakini mtoto tayari amegeuka. Inawezekana ina miezi minne mtoto akawa amegeuka, miezi mitano kama anavyosema, miezi sita, miezi saba, yaani kabla haijafika ile miezi nane, unakuta tayari mtoto ashakuwa amegeuka. Hiyo hiyo inatokea na ni kitu cha kawaida kabisa, hautakii au kuweza kushangaa, kwa sababu tunasema kwamba chini ya wiki 36 au ile tunasema kwamba miezi tisa kamili, mara nyingi mtoto anaweza akageuka. Lakini tunachokizingatia sisi mpaka kufikia wiki ya 36 au miezi tisa kamili kimahesabu, tunataka mtoto awe amegeuka, na sio kugeuka tu, awe amegeuka, ametanguliza kichogo, yani chogo hichi ndio kimetangulia, na sio sura. Anaweza kama amegeuka, ila ametanguliza sura, kwa maana kwamba hichi chogo inakoa kiko kwa nyuma. Mdhamini wa video yetu ya leo ni kitabu cha Ushindi Dhidi ya Upungufu wa Damu ambacho kimeandaliwa na Dr. Mwanyika. Kitakusaidia kuweza kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Tumeeleza sababu ambazo zinaweza ikapelekea wewe ukawa na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Lakini, lakini vile vilevile tumejikita kwenye suruhisho namna ya kuondokana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Jipatie kitabu hichi kwa shilingi elfu kumi na tano tu za Kitanzania. Karibu sana. Kwa so, kama chogo kiko kwa nyuma inaweza kuwa hatari sana wakati au wa kujifungua japo kuna baadhi ya kina mama wanaweza kujifungua kawaida, wapo wengine wanaweza wakaishia kwenye upasuaji na wengine wakapata changamoto wakati wa kuweza kujifungua, kama mtoto ametanguza sura na kichogo kipo nyuma. Lakini kama mtoto kichogo kipo mbele, ikitokea mama amefanyiwa upasuaji, labda kuna sababu nyingine, kwa sababu ziko sababu nyingi sana ambazo zinapelekea mama aweze kufanyiwa upasuaji au kuzalishwa kwa njia ya upasuaji, kwa sababu kama mtoto hajageuka, uchungu na ukaenda muda mrefu sana, wa sana na ukawa na changamoto sasa, mtoto labda akawa mimba yako ina miezi sita, mtoto ametanguliza miguu au ametanguliza makalio, wala usio na wasiwasi. Mimba ina miezi saba hadi miezi nane, wakati mwingine unaweza kuta mtoto ametanguliza makalio na usiwe na wasiwasi, manake mara baada ya wiki thelathini na mbili au miezi nane una wiki nne, tano, sita, saba mpaka zaidi eh, kabla ya uchungu kamili kuweza kuanza. Kwa hiyo unakuta mpaka kufikia ile wiki thelathini na sita ambao ni wiki nne baadaye Unakuta mtoto wako kasha geuka. Lakini isikupe changamoto kama mtoto wako labda unakuta, mimba ina miezi minne au wiki kumi na sita wiki ishirini akakwambia mtoto ameshageuka, na ukasema labda tabaki hivyo hivyo, anaweza akageuka tena, ukakuta umekuja kufanya ultrasound mimba ikiwa na wiki ishirini na sita mtoto ametanguliza makalio, lakini ilipofika wiki thelathini na sita mtoto ametanguliza kichwa, ametanguliza chogo na unaweza kujifungua kawaida na baadhi ya kinamama ujauzito akuta watoto wao wanakuwa hawajageuka. Kunakuwa nasababu mbalimbali ambazo zinapelekea utajageuka ametanguliza tu makalio, au inawezekana mwanzoni alikuwa megeuka, ila mwishoni unapokaribia kuweza kujifungua, uchungu umeanza, mtoto maana kwamba kwa ameshageuka upande mwingine, amekaa katika njia ulalo, au ametanguliza kichwa lakini sura, au wakati mwingine inawezekana mtoto amepata changamoto nyingine. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kawaida kabisa, na wala usiwe na wasiwasi wewe kama mama mjamzito kwamba labda mtoto amegeuka eh, mapema sana. Ni kawaida huwa inatokea. Kwa hiyo mtoto siku zote ndio kuna maji kule ndani, na maana huwa anageuka, isipokuwa tu mimba ikifika wiki 36, tunatamani mtoto ametanguliza chogo na amekaa katika wima na ametanguliza kichwa na si vinginevyo, kwa sababu inaweza kuleta changamoto Swali lako wakati wote, labda unajiuliza maswali kwamba mambo gani ambayo yanapelekea mtoto kutogeuka na ukuta mtoto labda ametanguliza makalio, mimba wiki ya thelathini na sita au miezi tisa au wakati wa kuweza kujifungua mtoto hajageuza kichwa au kutanguliza chogo, kawa anajiuliza sababu kubwa ni nini? Kama ulikuwa unajiuliza hilo, unaweza ka click suggestion hapo, kasikiza video sababu zipi ambazo zinapelekea mtoto kutokugeuka eh, mpaka unafikia wakati wa kuweza kujifungua au mpaka mimba inakoma wiki 37 na kwenda juu. Kama mtakuwa na swali zaidi, niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.